Kwa hiyo asubuhi ukiamka, unatizama mabanda yako ambayo ni kwa ajili ya kutagia. Kama unavyotizama hapa, tumetenga mabanda haya, kila ndege anaitaga iko na banda lake, na ndani tumeweka tile. Unaona tumeweka tile. Na zile tile tumeweka maranda ya mbao, na kisha yale maranda ya mbao ndio tunategemea ndege anaitaga. Tukija kukagua asubuhi kabla ya kuwatoa, kuna wengine ndege wanataga asubuhi, ndege wengine wanataga mchana, na ndege wengine wanataga usiku. Kwa hiyo tunakuja kukagua kama usiku aliweza kutaga Uh, ishara ya kutaga tunaweza kuangalia idadi ya mayai kama inaongezeka pale katika kiota chake. Tuangalie kama leo wametaga. Ah, wow, leo wametaga. Kwa hiyo hiyo ni ishara nzuri sana kwamba ndege wetu ana afya nzuri, wanapata lishe nzuri. Kwa hiyo hii inaashiria kwamba shamba lako linakuwa, kwa sababu bila kuwa na mayai, bila kuwa na vifaranga, shamba lako tabakia na ndege kumi walewale wale, mia walewale. Kwa hiyo wale. Kazi yetu imekwenda vizuri hapo. Tunatoka katika banda, tumekagua vizuri na tuhakisha kwamba mabanda yale yako salama. Kama utizama kila banda la kutagia lina mlango wake, lakini liko na tile tile ambayo imetengenezwa kwa mithili ya kiota kama ulivyoona pale kile kiota tumewekea pumba zile, unaona. kwa kazi zote za msingi hizo utazifanya kila siku asubuhi. Pengine hii ni mara kwa kwanza unatazama vipindi vyetu kutoka AJE Farms, mashamba yanayotembea, kisha una subscribe na like na kushare video hii. Lakini pia kwa masomo ya vitabu, madawa ya asili, utotoleshaji wa mayai kwa kutumia pumba, njia zote za asili, organic farming, tafadhali tu WhatsApp kwa namba ya simu 0743 812 853. Akisha unatupa maua yetu kwa kusubscribe hapa, kulike video hii, lakini pia kushare. kwa kufanya hivyo utakuwa umetupa maua tungali hai. Utakuwa umetupa moyo wa kuendelea kukuletea vipindi vya namna hii pale pale ulipo, na kuweza kuelimisha na kukomboa kifikra kiuchumi kupitia ufugaji na kilimo.